Katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita, blockchain ya UMI imethibitisha kuegemea na ufanisi wake. Mtandao huu una zaidi ya anwani milioni moja zilizosajiliwa duniani kote, na shughuli huchakatwa kwa kasi ya stratosferiki ya miamala 65535 kwa sekunde. Nini kinafuata? Kufuatia kura iliyogatuliwa, jumuiya ya UMI ilifanya uamuzi wa kihistoria wa kuacha kuhusika na kugeuza UMI kuwa jukwaa la blockchain kwa soko la DeFi. Ndiyo maana UMI inabadilika kuwa mfumo wa kipekee wa ekolojia unaoitwa UMI oneap, na kuleta pamoja zana zote za DeFi katika programu moja. Blockchain ya haraka zaidi ulimwenguni sasa pia itakuwa kazi zaidi. Waleti ya sarafu nyingi inayounga mkono blockchain zinazoongoza, sarafu za kidijitali na tokeni. Aina zote za kupata mapato kwenye soko la kripto, ikijumuisha staking, farming na mabwawa ya ukwasi. Shirika la kujitegemea lililogatuliwa. Wamiliki wa sarafu za Ume wataweza kushiriki katika maendeleo ya Ume one app kupitia upigaji kura wa wazi na uliogatuliwa soko la kubadilishana lililogatuliwa na lililo na pi mbili pi lenye uwezo wa kubadilisha na kufanya biashara ya sarafu za kidijitali kutoka blockchain tofauti, NFT, michezo ya blockchain na suluhisho nyingine kutoka ulimwengu wa defi na gamefi. Na moyo wa fursa hizi zote ni blockchain yenye sarafu ya ndani ya UMI inayofanya kazi bila ada kwa kasi ya miamala sitini na tano elfu mia tano thelathini na tano kwa sekunde. Ulimwengu mgumu wa defi utapatikana kwa kila mtu.